Karibu katika channel yetu ya Elimika. Leo tumekuandalia video nyingine inayohusu mambo muhimu ya kufanya ili kuweza kukamilisha akaunti yako, ujaza taarifa muhimu ili kuweza kutuma maombi yako kwa haraka. Hivyo usisahau kusubscribe, kushare na kucomment kwa kwanza, endapo tutatoa mwendelezo wa video nyingine. Kama tunavyoona hapa, video yetu inasema fanya haya kujaza taarifa zako Ajira Portal ili uweze kutuma maombi. Sasa hapa nitaeleza baadhi ya mambo muhimu ya kufanya ili kuweza kupata asilimia ambazo zitakuwezesha wewe kukubaliwa maombi yako. Kipengele cha kwanza, baada ya kuwa tayari umeshahitimu na unapanga kuomba nafasi za kazi zilizotangazwa na Ajira Portal katika mfumo wao wa ajira. Cha kwanza kabisa utatengeneza akaunti, kama ni kwa mara yako ya kwanza utatengeneza akaunti mpya. Sasa mambo muhimu ama maelezo wakati wa kutengeneza akaunti, basi utaingia katika portal ya ajira kupitia Uh, website yao unaweza ukaandika ajira poto na baada yaapo ka search, basi pale ya hapo kasach basi, matokeo utakayopata pale, ingia kwenye website yenye linki ya ajira poto ambayo ni rasmi. Linki yake ni poto ajiragtz, ama unaweza ukaandika pale moja kwa moja google potoajiragz .go na kubonyeza search itakupeleka moja kwa moja katika tovuti ambayo inatumika kutuma maombi. Baada ya hapo, ama baada ya ile tovuti ama mfumo wa Ajira Portal kuweza kufunguka, utakutana na moduli mbalimbali mbali, kama kutengeneza account, moduli ya kulogin hiyo sasa kuwa ni mara yako ya kwanza, utabonyeza moduli ya create account ili kuweza kutengeneza account mpya. Sasa ili uweze kutengeneza akaunti mpya Ajira Portal utapaswa kuwa na email ambayo iko active na email hiyo iwe katika simu yako. Ndiyo maana ya kusema email active, kwa sababu wakati unajisajili na kuingiza hiyo email utatengeneza password na utathibitisha ile password. Baada ya hapo utabonyeza neno create account. Kwa hiyo baada ya akaunti yako kuwa imekamilika basi utatumiwa linki katika email ambayo umeingiza pale. Kwa hiyo ukiingiza email ambayo haipo katika kifaa chochote kile cha electronics means kwamba hautapata ule ujumbe kutoka Ajira Poto ambao una linki ya ku verify ama kudhibitisha na kuactivate account yako. Kwa hiyo email itakiwa iwe katika kifaa chako. Hiza ni simu ama ni kompyuta. Kwa hiyo baada ya kupata ujumbe huo utaaktiveti akaunti yako ili iweze kutumika. Baada ya kuiaktiveti akaunti yako kipengele cha kwanza basi utaenda kujaza taarifa binafsi, na hapo utaverifai namba yako ya NIDA, utaweka namba ya NIDA. Baada ya hapo utaiverifai kwa kujibu maswali matano na maswali yao yanahusu taarifa zako za NIDA, mfano shule uliohitimu, elimu ya msingi, jina la kati la mama. Lakini pia unaweza ukaulizwa kata uliojiandikisha, makazi yako ya kudumu, au jina la mwisho la mama ama la mwanzo. Hizi ni taarifa ambazo ulizijaza wewe mwenyewe wakati unashughulikia NIDA yako na kuipata. Pia baada ya kuverifai namba yako ya NIDA, sehemu ya chini itakuwa na contact details. Hapo utaweka taarifa zako za sa mawasiliano. Sasa hapo utajaza uh, mkoa ambao upo, utajaza nchi, utajaza wilaya, namba ya simu, pamoja na physical address. Baada ya kukamilisha hapo, utakuwa tayari umeshamaliza katika kipengele cha baada hapo utaingia kipengele cha tatu kingine ambacho ni muhimu kwa wote. Hapo utajaza taarifa za taaluma hapa, naenda kujaza sifa za taaluma yako. Sasa mfumo wa sasa wa Ajira Portal umeboreshwa tofauti na ule ambao waliomba mwaka jana na miaka iliyopita. kwa sasa hatutaweza kuattach uh, veti vyetu vya form 4 pamoja na form 6. Kwa hiyo tutaweza ku verify namba yetu ya form 4 na form 6 online na hapo hapo tutakuwa tayari tumeshamalizana na kipengele hiko cha sifa ya masomo, mfano form 6 na form 4 bila ku attach cheti chochote kile. Kwa hiyo wakati unakwenda ku verify au ku certify zile kama kupigiwa muhuri vyeti vyako, basi vyeti muhimu ni vya chuo pamoja na cha kuzaliwa vile ndivyo ambavyo utakwenda kupiga muhuri ili kuweza kuvi upload katika account yako. Sasa kama wewe una shahada, utaandaa transcripts pamoja na cheti vyote, utavipiga muhuri kisha utajaza taarifa zako za chuo. Hapo utajaza levelu yako kwanza, jina la chuo, jina la program uliosoma, mwaka ulioanza masomo pamoja na mwaka uliomaliza, utaweka GPA yako na baada ya hapo uta upload vyeti vyako ulivyopigia muhuri transcript pamoja na cheti chingine. Kwa hiyo baada ya hapo utakuwa umeshamaliza na kipengele cha kujaza taarifa za kimasomo academic qualification. Sasa hapo itategemeana na level uliokuwa nayo. Kuna wengine walishasoma kutoka labda, walianza na cheti, wakaja wakapanda diploma, mwisho akafika degree kwa hiyo utajaza kulingana na level yako, lakini taarifa nyingine muhimu na ambayo haina usumbufu kwa yoyote, anaweza akajaza bila kuhitaji utaalamu mkubwa sana ni uwezo wa lugha katika kipengele hichi, katika kipengele hichi Sasa katika kipengele hichi kitu ambacho utakifanya katika uzoefu wa, wa lugha, baada ya kubonyeza hii moduli ya uzoefu wa lugha, hapo utaongeza uzoefu wako wa lugha. Mfano, utakwenda kuchagua lugha ya Kiswahili. Pale katika lugha ya Kiswahili utaenda kusema kwamba uwezo wako wa kuandika ukoje, kwamba je, ni very good, good ama fair. Uwezo wako wa kusoma ukoje Good, ama fair, wewe utaangalia ni una uwezo gani katika maneno matatu. Baada hapo, utachagua lugha nyingine kama ni English ama other language utachagua pale, lakini pia kuna uzoefu katika upande wa working experience. Je, yeah, una uzoefu gani kwa kama kuna taasisi unafanya kazi ama uliwahi kufanya kazi plus, utajaza mahali ulipopata huo uzoefu Taarifa zinazohitajika ni jina ya taasisi, kazi ulikuwa unafanya, msimamizi wako. Kama mfano ni walimu, basi anaweza kuwa mwalimu mkuu, maana yake ni yule supervisor wako. Lakini pia kutahitajika address ya msimamizi wako ma supervisor, pamoja na address ya taasisi, namba ya simu ya taasisi pamoja na ya msimamizi wako ma supervisor, majukumu ambayo ulikuwa nayo, tarehe ulioanza na uliomaliza, lakini kama bado basi utaonyesha kwamba mpaka sasa bado unaendelea na na kazi katika taasisi hiyo. Lakini kuna ujuzi wa kompyuta. Sasa hapa, wewe utakwenda kujaza uwezo wako wa kutumia Microsoft Office, kama tulivyojaza kule katika kipengele cha uwezo wa lugha. Utaenda kuchagua Microsoft Word Je, yeah, una uwezo gani katika Microsoft Word, kama ni very good, good ama fair. Hivyo hivyo katika kipengele cha Excel pamoja na PowerPoint. Baada ya hapo wadhamini hapa utaweza kutuma maombi kabla au ujawajaza hawa wadhamini, kwa hiyo ni lazima ujaze referees. Sasa hapa mfumo utakutaka wewe ujaze nafasi tatu, maana yake maximum pale kumewekwa nafasi tatu. Sahapo utajaza nini? Katika kila rifari moja utajaza jina lake, utajaza taasisi alikuwepo, namba yake ya simu, taito. Kama umemchukua kama lecture, basi utaweka ti yake pale, lakini pia physical address manake ni pamoja na, na mahali kama ni utatumia ya, ya shule utaweka apo ya mkoa utaweka kama Mya moja na ngapi utaweka na mkoa. Lakini baada ya hapo utautakwatashamongeza mzamini wa kwanza uta, save. Save uta, mwangeza, uta add, utaweka taarifa za mzamini wapili pamoja na watatu. Baada ya hapo kuna other attachment. Sasa hapa ndipo ambapo utakwenda ku vitu kama cheti cha kuzaliwa recommendation letter. Kama upo katika taasisi fulani, basi unaweza ukapata barua ya udhibitisho kazini hapo waja, ukaiattach katika kipengele cha other attachment. Lakini pia wasifu wako ama CV ule ulioiandaa, pia utakuja kui-upload hapa katika kipengele cha other attachment. Lakini kama utakuwa na shida yoyote katika upande wa majina i kusewa kosewa ama herufi el utofautiana, basi utaweza kuweka hizi Eh, affidavit ama deed poll kulingana na changamoto ambayo unayo. Lakini kipengele cha mwisho baada ya kujaza taarifa nane juu muhimu, utaweza kudikia hapa kwamba utakubali kuwa taarifa ulizozijaza ni sahihi, kwa kuwa unajua taarifa za masomo kama ukizijaza taarifa za uongo, basi zitakunyima sifa ya kukubaliwa maombi yako. Baada ya kukubali, basi utakuwa tayari na sifa ya kuweza kutuma maombi sasa. Katika hivi vipengele nane vya juu ni vipengele ambavyo ni muhimu kwa wote, yaani kwa ujumla, ambavyo kwamba ukishajaza mpaka vipengele hivyo nane kwa usahihi, utakuwa tayari ushafika asilimia ambayo wewe utaweza kutuma maombi. Lakini ukishafika asilimia, maana yake ni sabini kwenda juu, yaani mpaka hapa inaweza ikawa ushafika asilimia hata themanini. Sasa ili kuweza kumalizia ni lazima ukubali kwamba taarifa zako ni sahihi. Baada ya kukubali kwa kuweka tiki pale, basi kama utajaribu kutuma maombi yatakwenda. Lakini pia kuna kipengele cha professional qualification. Sasa hapa hizi ni sifa za kitaaluma na sio taaluma zote basi wanakuwa nazo, zipo ambazo tunasikia sikia kwamba kuna watu wanajaza CPA si zao, kitu kama hiko. Kwa hiyo itategemeana na taaluma yako, na ndio maana sijaingelea sana, kwa sababu hili linahitaji ufafanuzi mzuri, kwa so sababu zipo baadhi ya taaluma wanajaza, lakini kuna ambazo hawajazi. Kwa hiyo hayo ndio mambo muhimu ambayo unaweza ukajaza na kutuma maombi yako kwa haraka na kupokelewa na kuitwa katika usaili na jambo muhimu la kupaswa kujua ni kwamba usahili ni lazima katika utaratibu wa sasa hivi wa kujaza nafasi zilizotangazwa na serikali kupitia mfumo huu wa Ajira Portal ambao unashirikiana na, na mwajiri ili kuweza kupata eh, baadhi ya watumishi wapya ambao wana sifa na, na waliofaulu vizuri pangiwa vituo vya kazi ni lazima wapitie katika usaili kulingana na utaratibu ambao watapewa. Maanake ni kwamba kuna baadhi wanaweza wakaitwa usaili wa mazungumzo pekee, lakini wapo ambao wataitwa usaili wa kuandika na mazungumzo, lakini wapo ambao watafanya usaili wa kuandika na vitendo pamoja na mazungumzo. Kwa hiyo baada ya kutuma maombi, basi unaweza wakaanza kujiandaa taratibu kwa ajili ya usaili.